Naibu Rais Kithure Kindiki ameonekana kutafuta mwafaka na mrengo wa upinzani, akisema serikali iko tayari kufanya kazi na viongozi wote, akiwemo aliyekuwa naibu rais Kalonzo Musyoka. Kindiki akizungumza na viongozi wa mashinani kutoka kaunti ya Kitui, alisema kwamba Kalonzo anakabiliwa na hatari ya kupoteza mwelekeo wake wa kisiasa iwapo ataendelea kujihusisha na viongozi aliyowatuhumu kwa kueneza siasa za ukabila na migawanyiko. Huyu hapa ripota wetu Abdi Aziz Hashim na taarifa hiyo. Ilikuwa ni fursa nyingine kwa naibu rais kutangamana na wakazi kutoka eneo la Ukambani. Viongozi wa mashinani kutoka kaunti ya Kitui waliungana na Naibu Rais Kithure Kindiki eneo la Irunduni, kaunti ya Tharaka Nithi. Ni hapa ambapo Kindiki alitoa wito kwa viongozi wenye maono kufanya uamuzi wa kushirikiana na serikali. Mimi bado na, na jaribu namna hii namna hii e, bado hata hata ule ndugu yangu yeah, mm. Msiwe na haraka mm. namna hii, eh, namna hii hii namwambia hii, kuja tusaidiane sasa. <laughs> Kindiki alisema aliyekuwa naibu rais Kalonzo Musyoka anakabiliwa na hatari ya kupoteza mwelekeo wake wa kisiasa kwa kuendelea kushirikiana na viongozi wanaoeneza siasa za ukabila na migawanyiko. Sasa wanaenda kumfundisha mambo ya matusi, mambo ya ya ukabila eh, so mimi musijali, mimi namna hii, namna hii Aidha, Kindiki alipuuzilia mbali majaribio ya wale walio kwenye mrengo wa upinzani kutaka kuleta usawa nchini kwa kutumia mifumo ya zamani ya upigaji kura, ati kwa sababu hawakupigia William Ruto kura, ati sasa ile sehemu ambayo kura ya William Ruto haikuwa mingi kuliko mpinzani wake, ati hiyo sehemu itengwe kimaendeleo. Kwa sababu katiba yetu na sheria yetu hairuhusu kubaguliwa kwa sehemu yoyote, ati kwa sababu walipiga kura nyingi pande hii ama pande ile. Wakati huo huo, Kindiki alielezea miradi kadhaa iliyogharimu mabilioni ya fedha inayoendelea katika kaunti ya Kitui kwa msaada wa serikali. Na wale wanashindana na sisi watakuwa na siku mrefu, ile siku ya kampeni watakuwa na very long day. Because they have nothing to show miradi hiyo ni pamoja na ujenzi wa uwanja wa kitaifa wa Ithokwe Kitui mjini kwa gharama ya shilingi milioni mia nane pamoja na ukarabati wa uwanja wa ndege wa Ithokwe kwa kima cha shilingi milioni mia moja hamsini kwa ajili ya maandalizi ya siku kuu ya Mashujaa. Ikimalizika baada ya sisi kupata sifa ya kuwa na sherehe za kitaifa pale, sisi watu wa pale Kitui kaunti tutabaki na stadium ya kimataifa tutabaki na kiwanja ya ndege na tutabaki na barabara ambazo zinang'arishwa, tuwe na tauni yetu ya kitui ikiwa tauni safi. Fauka ya hayo, Kindiki alisema mji wa Kitui umepokea sura mpya kupitia ujenzi mpya wa barabara ili kupandisha hadhi kabla ya sherehe za kitaifa tarehe ishirini mwezi huu wa Oktoba. Abdiaziz Hashim, Darubini.